Nilikamata wazungu Salamabil na Nanga, nitamkamata kama nilikamata Philip na David, nitakamata korone Nanga kisekedi ya kilitumu. Niko na shida, ni mwenye na utungu na inchi ya bazimu, sina shida ya wengi.

tumikongole mwe bote tukutaniki hapa leo. haiko vile? yeah. Sasa naona bamingi ni veekuchoka sana banatembea ma 60 km, 80 km na mikulu namuna ya sie kwendele na mipango gisi na stahili bo ineza sumbua batu bengini, haiko vile? yeah. tuko na parade general kesho kwa sababu

kila komanda trupe akamate batu yake sawa, sawa. Mnajua kusema kama majeshi mingi wakati nakutana, kuna kuwaka na bafanya fujo ndio bale bafanya fujo, fujo basikule kututashe. Tunasikilizana ndio tuchungane sie kwa sie apa, aiko kutawanika kenyeji apa atukukujia kitu ya population, tunafatana ndio Si munajua dawa yetu inakatala nini Uriwa? Hapa kila mutu amibatela weye. We, na bifanya fanya, na fanya nini? Nafaanini etali yomoko, tunapenda tukaingia san, tukaingia uo

Mtasikia atapenda kumielezea nini na kinini kenye kitakamatiwa leo. Tutakuwa na renyo kwanza, bakomanda kompani yote kupanda ali kweta major general, siye bote tutakutanika pali kwenye mkubwa iko kwa kuongea na 14h30 minuti. Tunafatana kama chakula ikakuwa yaivya. Me kia muhimu ufanye nini? A soda bakule Hi. Soda ekalaka na njala ata une de semaine deux semaines. Semaine aikoki oui. oh, <tutu> ya muhimu ni kujitoa. Nakukuwa, na kukua na decision nani ya kitu kenye tukonafanya nini? <tutu> Okay. Kama banachezaka na maprovince ya ingine apa na province ya Manyema a <tutu>